Hali ya sintofahamu imezidi kutanda katika ofisi za Shirika la Posta mjini Kitale, baada ya wafanyakazi kususia kazi kwa siku ya pili mfululizo wakilalamikia kutolipwa mishahara yao kwa zaidi ya miezi saba sasa. Wafanyikazi hao wamesema wameendelea kutoa huduma kwa muda huo wote kwa matumaini kwamba serikali ingewalipa, lakini hali imekuwa tofauti, kwani hawajapokea hata senti moja. Wengi wao wanasema maisha yamekuwa magumu, baadhi wakishindwa hata kulipa kodi za nyumba, kugharamia elimu ya watoto wao na hata mahitaji ya msingi, eh, kama chakula. We'll now be closing down until we get direction from our GS, that is our General Secretary. our money. Money. Yes. That all the money has been remitted to our accounts yes. Yes. and we are rich that day yes. we can access our medical yes. we can access our pension yes. and that is when we'll come back on duty watoto wetu huko nyumbani, hata mpaka mabibi zetu, watu wadogo. Lakini wengine wametoroka hata nyumbani, kwa sababu wanafikiri tuko na pesa ambayo tunalipa watu wengine, lakini sisi hatuna pesa. Ma landlords wanakuja hapa, wana demand, wanakuja hapa wanasema ya kwamba sisi hatujalipa manyumba, tunalala huko posta. our dignity and honor has been robbed by all partners like the border borders or the shopkeepers the landlords, eh, learning institutions our thing has been dropped eh, because of non payment of seven months. Maafisa wa polisi mjini Kisii wamewakamata